Hii ni Sali Update na mimi ni Nemes Masawe. Katika ukanda wa bahari kubwa ya Pacific, umbali wa maelfu ya makilomita kutoka kwa vurugu na haraka za dunia ya kisasa, kuna nchi ndogo sana yenye jina lisilosikika sana kwenye vichwa vya habari, Tuvalu. Hii si nchi ya vita wala ya uchumi mkubwa ni nchi ya watu wachache yenye utulivu mwingi na moyo mpana wa binadamu. Ni nchi ambayo inaishi kwa namna ambayo ulimwengu mwingi umesahau. Tuvalu ni taifa lenye wakazi takriban elfu kumi na moja na mia tatu kufikia elfu mbili na ishirini na tano. Imeunwa na visiwa tisa vidogo ambavyo vimeenea kwenye safu ya kilometa 676 za bahari. Mji mkuu unaitwa Funafuti ambao pia ndiyo kitovu cha kisiasa na kiutawala. Kwa ukubwa, Tuvalu ni ya nane kwa udogo duniani na ni ya nne kutoka mwisho kwa idadi ya watu, ikiwa juu kidogo ya nchi kama Vatican, Nauru na Palau. Tofauti na nchi nyingi zinazotumia mabilioni ya dola kuendesha majeshi, Tuvalu haina jeshi lolote, haina mafunzo ya kijeshi, haina silaha nzito wala hofu ya vita. Usalama wa watu wa Tuvalu unategemea uhusiano wa kidiplomasia wa Australia na New Zealand, ambao wamewaahidi kuwalinda endapo tishio lolote litatokea. Lakini hata zaidi ya hilo, Tuvalu haijawahi kushambuliwa, na watu wake hawaishi kwa hofu, wanaishi kwa kuaminiana, kuheshimiana na kushirikiana. Maisha ya wa watu wa Tuvalu ni ya amani na utulivu. Watu wengi huishi kwa kutegemea bahari. Uvuvi ni sehemu yao kubwa ya maisha yao. Pia hulima mazao ya kienyeji kama vile miogo, taro na ndizi. Hakuna viwanda vikubwa, hakuna magari mengi na hakuna shinikizo la maisha ya kisasa. Wengi hutembea kwa miguu au kutumia baisikeli. Familia ni nguzo ya jamii, na jamii nzima hutunza watoto na wazee kama familia moja. Muziki, ngoma na ushairi wa jadi ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Lugha kuu ni Kiingereza na lugha yao ya asili ni Tuvalian yenye mchanganyiko wa lugha ya asili ya Polinesia. Tuvalu haijawahi kushuhudia wimbi la uhalifu, kiasi cha makosa ya jinai ni ya chini sana. Kwa sababu hiyo, idadi ya polisi ni ndogo na kazi yao mara nyingi ni kuisaidia jamii badala ya kuendesha operesheni zake za nguvu. Migogoro mingi hutatuliwa kwenye mabaraza ya wazee kwa kutumia hekima ya kimila na majadiliano ya kindugu. Lakini pamoja na uzuri wake Tuvalu imo kwenye hatari kubwa. Mabadiliko ya tabia ya nchi, hasa kwa kupanda kwa kina cha maji ya bahari, yanaifanya nchi hii kuwa miongoni mwa zile zitakazoweza kufutika kwenye uso wa ramani ya dunia. Visiwa vya Tuvalu ni vina urefu wa wastani wa mita mbili tu juu ya usawa wa bahari. Mvua nyingi, mawimbi makubwa na maji ya chumvi vinaharibu ardhi ya kilimo na kusababisha baadhi ya familia kuhamia nchi nyingine kama New Zealand. Wakati mwingine maji hupanda hadi kwenye nyumba, barabara huharibika na kuwa mito ya chumvi. Ndoto ya kuwa na taifa lao huru liko kwenye hatari. Tuvalu inaiambia dunia, sisi hatupigani vita, hatuna majeshi, hatuna migogoro. Tumeichagua amani, mshikamano na uhai wa binadamu. Lakini sasa, hatari haiji kwa risasi, inakuja kupitia maji. Hivyo tusikilizeni, tuchukulieni kwa uzito. Wamekuwa wakihimiza dunia kutekeleza hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi na kudai haki ya kuendelea kuishi si kama wakimbizi wa mazingira bali kama watu wa taifa huru lenye historia, utamaduni na hadhi. Endelea kufuatilia, hii ni Sally TV na Sally TV Update.